Okay, karibu sana katika mwendelezo wa somo letu ambalo tunaangalia ni namna gani unaweza kupunguza uzito wako ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo katika somo la kwanza tuliangalia kuhusiana na visababishi ambavyo vinapelekea mtu kupatwa na changamoto hii ya uzito uliopitiliza tuliona visababishi hivyo. Kama haujapata video hiyo, basi rudi nyuma, utakutana na somo la kwanza ambalo limeandikwa namna ya kupunguza au jinsi ya kupunguza uzito wako. Kwa hiyo, sikiliza video hiyo ili ufahamu ni visababishi gani ambavyo vinasababisha mtu kuingia katika changamoto ya eh, uzito uliopitiliza. Kwa hiyo niliahidi kwamba katika somo la pili tutakuja kuangalia e, ni vyakula gani vya kuepuka ili mtu aweze kuondokana na changamoto hii ya uzito uliopitiliza. Na nilisema ya kwamba kuna mambo mawili ya kuzingatia pindi mtu anapotaka kupunguza uzito. Jambo la kwanza ni kuzingatia chakula gani anakula, lakini pia ni chakula gani ambacho hapaswi kula. Na jambo la pili tukasema kwamba ni mazoezi. Kwa ili mtu aweze kupunguza uzito anatakiwa kuzingatia mambo makuu mawili, chakula pamoja na mazoezi. Lakini nikasema ya kwamba asilimia themanini, kama unataka kupunguza uzito kwa haraka zaidi, unatakiwa kuwekeza asilimia themanini ya nguvu zako zote katika kufahamu ni vyakula gani ambavyo unatakiwa kutumia na ni vyakula gani ambavyo hautakiwi kutumia. Kwa hiyo asilimia 80 wekeza kwenye kufahamu nini unapaswa kutumia au nini unapaswa kula, nini unapaswa kunywa, lakini pia nini ambacho haupaswi kula wala nini ambacho haupaswi ku, ku, kunywa, na izile asilimia ishirini zilizobaki hizo ndo uwekeze kwenye nini? Kwenye mazoezi, kwa maana kwamba mazoezi mchango wake ni mdogo sana katika safari ya kupunguza uzito na hii ndio kitu ambacho kinawafilisha watu wengi. Watu wanapopatwa na tatizo hili la kupunguza uzito akili zao zote moja kwa moja wanawaza kwenye nini kwenye mazoezi. Ndio utakuta mtu anaenda analipia gym, eh, anatafuta trainer kwa ajili ya kufanyaje wa kupunguza uzito, aliyakuwa kilichomsababishia yeye eh, kuingia katika changamoto ya, ya uzito, asilimia themanini ni chakula anachokula. Asilimia 80. Kwa hiyo ili uweze kupunguza uzito wako kwa haraka zaidi, akisha unazingatia chakula kwa asilimia 80. Kwa hiyo leo katika somo letu hili tutaangalia e, ni vyakula gani ambavyo unatakiwa kuepuka ili kuweza kurahisisha safari yako ya kupunguza uzito, yaani upungue uzito kwa haraka zaidi. Kimsingi ni kwamba siwezi nikavitaja vyakula vyote Isipokuwa nitataja tu kwa muhtasari e, vingine utafanya jitihada hata wewe pia kuweza kuvifahamu vyakula hivyo, lakini mimi nitakusaidia kutajia kwa muhtasari ili uweze kuepukana navyo vyakula hivyo. Kwa hiyo msingi zaidi kwenye chakula ni yaani, kama nilivyo, naendelea kusisitiza kwamba hakikisha unazingatia nini unakula au nini haupaswi kula na nini haupaswi kunywa Ukizingatia hicho kitu, safari yako ya kupunguza uzito itakuwa ni rahisi. Mazoezi hata kama utafanya kidogo, basi utaweza kupunguza uzito kwa haraka zaidi. Kundi la kwanza katika vitu ambavyo unatakiwa kuepukana navyo katika safari yako ya kupunguza uzito ni unga wa nafaka eh, unga wa nafaka. Kwa hiyo, unga wa nafaka pamoja na kwamba unaweza ukaona kwamba e, ni chakula ambacho ni salama lakini kwa wewe ambaye unataka kupunguza uzito kwa haraka zaidi basi ni unga ambao unatakiwa kuepukana nao. Na hapa nakusudia e, unga kama wa mahindi, mtama, unaona, ulezi, uwele, swingano, e, shayiri, unga wa mchele unga wa aina yoyote ile ambao umetokana na nini, na nafaka. Na hapa tunakusudia kwamba, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba e, ukiwa ume u, unga ambao haujako, yani haujakobolewa unakuwa ni mzuri zaidi, unaona, unga ambao haujakobolewa na ule ambao umekobolewa ndio unakuwa ni hatari. Lakini hapa kama unataka kupata matokeo mazuri zaidi na haraka zaidi, basi unatakiwa kuepuka unga wote wa aina yoyote ile uo umekobolewa au haujakobolewa. Kwa hiyo hilo ni kundi la kwanza la chakula ambalo unatakiwa kuepukana nalo, lakini kadhalika unatakiwa kuepuka e, vyakula vya ngano, na hapo unatakiwa kuweka nguvu sana, kwa sababu vyakula vya ngano ni moja ya kisababishi kikubwa sana ambacho kinasababisha watu wengi kuingia katika e, kupata changamoto hii ya uzito uliopitiliza na ndio vyakula ambavyo vinatuzunguka karibu asilimia themanini. Tunashinda navyo, tunaamka navyo, tunalala navyo, kwa hakikisha unawekeza nguvu katika kuepuka vyakula hivi. Na hapa nakusudia vyakula kama e, tambi, mikate, unaona, mandazi, keki, kadhalika, swibaga, skonzi, chapati, vitumbua, pizza na mfano wake. Vyakula vyote hivyo mtakiwa e, kuepukana navyo. Kadhalika hapa e, processed foods, vile vyakula ambavyo vimewekewa kemikali mbalimbali mbali, ili kuweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Kwa ufupi ni kwamba vile vyakula vya viwandani, yani chakula chochote ambacho kimepita kiwandani, hicho sio salama kwa afya yako, isipokuwa kama utakitumia, hauna matatizo. Mara moja moja sio mbaya, lakini kwa wewe ambaye upo katika safari ya kupunguza uzito basi chakula hiki unatakiwa kuepukana nacho au vyakula hivi unatakiwa kuepukana navyo, vyakula ambavyo vimepita katika mchakato wa viwandani kadhalika kinywaji kama pombe, e, pombe kwa aina zake zote iwe ni bia, sui, wine, konyagi, gongo, e, na pombe aina yoyote ile. Katika safari yako ya kupunguza uzito hautakiwi kutumia pombe ya aina yoyote ile. Sasa utakuta mtu anataka kupunguza uzito lakini bado anapiga kamnyweso, ni ngumu sana kuweza e, kupunguza uzito wako. Lakini kadhalika e, kuna matunda ambayo hautaruhusiwa katika safari yako ya kupunguza uzito, kama unataka kupata matokeo ya haraka zaidi. Na hapa matunda ambayo tunakusudia e, asasa ni yale matunda ambayo yamekaushwa. Kuna yale matunda ambayo yanaitwa dried fruits e, matunda ambayo yamekaushwa yame ili kuweza kukaa kwa muda mrefu. Kwa wale ambao wanatembelea ma supermarket, eh, utakutana na vitu kama hivyo. Kwao vyakula kama hivyo au matunda kama hayo hautaruhusiwa. Kadhalika hata matunda yenye sukari nyingi. Kwa mtu mwenye lengo la kupunguza uzito haruhusiwi kutumia matunda yenye sukari nyingi. Eh, ni vyakula ambavyo ni halali na mtu anaruhusiwa kutumia, lakini kama una lengo la kupunguza uzito unatakiwa kuepukana navyo kwa muda fulani mpaka pale utakapofikia lengo lako la kupungua uzito. Na utakapofikia lengo, basi unaruhusiwa kutumia unaruhusiwa kutumia isipokuwa tu uwe na tahadhari, kwa sababu usipokuwa makini utakuwa unapunguza, unarudi tena kwenye kutumia hivyo vitu na unarudi tena unakuwa na uzito ule. Kwa hiyo utakuwa unafanya kazi ya kupunguza uzito na kuongeza, kupunguza kuongeza. Kwa matunda yenye sukari E, mfano kama tikiti maji, nanasi, ndizi, haya ni matunda ambayo unatakiwa hata kama utayatumia, lakini yatumie kwa kiwango cha chini sana, kwa sababu yatakuchelewesha katika safari yako ya kupunguza uzito. Kadhalika e, kuna juisi ambazo pia hautaruhusiwa katika safari yako hii ya kupunguza uzito, juisi kama juisi za viwandani, soda E, kadhalika juisi za matunda na hizi juisi, wengi huwa wanadhani kwamba ni salama. Juisi za matunda hizi, mtu amechukua labda maparachichi manne akayasaga kwenye blender nyumbani akaweka kwenye friji, anahisi kwamba ile ni juisi ambayo ni juisi ya, ya kiafya, unaona. Na wengi huwa wanashangaa sana, dokta, hadi juisi ya matunda na yenyewe haitakiwi? Ndio, haitakiwi kwa sababu e, unapokula matunda mengi kwa wakati mmoja huwa ni kitu ambacho kina kina madhara. Hiyo ni mada nyingine, lakini kwa ufupi ni kwamba juisi hizi za iwe ni juisi za viwandani, juisi za kutengeneza nyumbani, hautaruhusiwa katika safari yako ya kupunguza uzito. Kadhalika soda, energy drinks, eh, sweet, juisi za karoti, unaona kadhalika, eh, na juisi nyinginezo ambazo unazifahamu zile ambazo ima zimetoka viwandani au za kutengeneza zenye content ya sukari, juisi hizo hautaruhusiwa e, kutumia katika safari yako hii ya kupunguza uzito. Lakini kadhalika kuna mafuta ambayo hautaruhusiwa. Mafuta hautaruhusiwa, mafuta hapa tunakusudia mafuta ya soya, kadhalika mafuta ya pamba, e, mafuta ya alizeti, mafuta ya mahindi, e, ambayo wanaita corn oil. Kadhalika canola oils na mfano wake, lakini kwa ufupi ni kwamba mafuta yoyote ambayo yamepita katika mchakato wa kiwandani, hayo ni mafuta ambayo katika safari ya kupunguza uzito unatakiwa kuepukana nayo. Tofauti na hivyo, ina maana safari yako ya kupunguza uzito itakuwa ni ndefu. Kama utakuwa na kula vyakula ambavyo vimepikwa na mafuta ambayo yametoka viwandani, basi tambua ya kwamba safari yako ya kupunguza uzito itakuwa ni ndefu. Hakikisha unakuwa makini na unaepukana na vyakula ambavyo vimepikwa kutokana na mafuta ambayo yamepitishwa katika mchakato wa viwandani, kwa sababu mafuta hayo yanakuwa sio mazuri na ndio chanzo, miongoni mwa vyanzo ambavyo vinasababisha watu kuwa na vitambi, kuwa na uzito uliopitiliza. Kadhalika e, katika vitu vya kuepuka katika safari yako ya kupunguza uzito ni sukari na sukari hapa ina maana tunakusudia sukari kwa aina zake zote. E, sukari kwa aina zake zote sasa, ile sukari ambayo imepitishwa katika mchakato wa viwandani. Sukari nzuri ni ile sukari ambayo unaipata katika vyakula asilia, mfano e, sukari ambayo unaipata katika matunda. Japo ukiwa katika safari ya kupunguza uzito, hata hiyo sukari katika matunda hautaruhusiwa kufanyaje, kuitumia mara kwa mara. Lakini kwa ufupi ni kwamba sukari kama sukari hii za viwandani sio salama, kwa nini? Kwa afya zetu. Pamoja na kwamba tunazitumia lakini sio salama kwa afya. Sababu kiangalia eh, miaka eh, kadhaa nyuma sukari hii haikuwepo, hizi sukari za viwandani. Watu walikuwa wanatumia sukari kutoka katika eh vyakula vya asili. Kwa hiyo hapa sukari za aina zake zote, ambapo hapa nakusudia zile sukari ambazo tunaenda kununua madukani kwa mangi Hizo sukari sio salama katika safari yako ya, ya kupunguza uzito. Kwa hapa ninapokusudia sukari na maana, namaanisha hata utakapokunywa chai usitumie sukari ya aina hii, si utakapokunywa labda ni maziwa usiweke sukari ya namna hii, utakapotumia chakula gani hutakiwi kuweka sukari ya namna hii. Kwa hiyo, kwa hiyo ufupi ni ni hivyo, lakini kadhalika katika vitu ambavyo unatakiwa kuepuka Eh, ni mbali mbali. Vionjo mbalimbali vionjo vya vyakula au viungo viungo mbalimbali ambavyo vinawekwa kwenye nini kwenye chakula vionjo kama tomato sauce, eh, mtu pale anapokula chipsi sweet chili sauce unaona mayonnaise ile zile, zile za kiwandani kwa hiyo hivi vinakuwa sio vizuri kwa mtu ambaye yupo katika safari ya kupunguza uzito na anataka apate matokeo ya haraka zaidi Kadhalika kuna maziwa ambayo hautaruhusiwa katika safari hii ya kupunguza uzito e, maziwa asasa, yale maziwa ya viwandani haya maziwa hautaruhusiwa katika safari yako ya ya kupunguza nini, katika safari ya kupunguza uzito maziwa kama si skimmed milk e, maziwa ya unga ya viwandani, ya madukani, ya viwandani, soy milk, unaona lakini kadhalika mtindi wenye vionjo kama vanila au mtindi wenye sukari hivi. Ni vyakula ambavyo unatakiwa kuepukana navyo. Kadhalika e, samaki nyama za makopo e, ni vitu ambavyo wewe unapokuwa katika safari ya kupunguza uzito unatakiwa kuepukana kuepukana navyo. Kwa hiyo kwa ufupi, ni kwamba hiyo ndo listi ya vyakula ambavyo e, katika safari yako ya kupunguza uzito utakii kuvitumia. Na ukiangalia kwa haraka haraka ni vyakula ambavyo tunavitumia karibu kila siku katika maisha yetu ya kila siku isipokuwa vichache, lakini vingi ukiangalia ni vile ambavyo tunavitumia katika maisha ya kila siku. Sasa sasa unaweza kauliza Dr. Rajab, sasa tutatumia nini kama vyakula vyote ambavyo tunakula kila siku umevitaja hapo tusitumie? Je, tutatumia nini? Ni kwamba wm e, Vyakula vipo vingi sana vya kutumia. Unaona, vyakula vipo vingi sana vingi, lakini hasa hapa ni vyakula kama mboga za majani. Unaweza ukala mara nyingi mboga za majani, unaruhusiwa. Eh? Lakini kadhalika nyama ambayo haina mafuta, ukawa unachemsha supu unatumia, eh, unatumia, unaruhusiwa kutumia mayai ya kienyeji E, nyama ya bata nyama ya kuku zote hizo unatumia una, unaruhusiwa kutumia. Kadhalika samaki michemsho hii ya samaki unaruhusiwa tu vizuri, lakini awe ni samaki huyu asili asiwe ni samaki wa viwandani. Kadhalika e, maziwa unatumia maziwa freshi e, ambayo ni salama. E, mafuta mafuta unaweza kutumia mafuta kama ya nazi zeituni, mafuta ya ngombe e, mafuta ya mawese ni mazuri pia e, matunda kama parachichi, tango, zabibu, strawberry. Hivyo ni vyakula vyote unaweza uka, ukatumia. Lakini kama utahitaji pia e, kupata mfano sasa wa vyakula ambavyo kwamba unachanganyaje. Kwa sababu mtu anaweza kawa anafahamu kama anatakiwa yale nini lakini namna ya kuunganisha sasa e, anakuwa hawezi. Sasa kuna sample ya vyakula ambavyo pia eh, naweza nikakutumia kwa njia ya WhatsApp. Ukawa unaangalia leo unakula nini, kesho unakula hivi, labda leo unakula supu ya nyama, kesho unakula hivi, mpaka pale utakapofikia malengo ya kupunguza uzito. Kwa hiyo unaweza ukanicheki WhatsApp kwa namba ya eh, sifuri sita sabini na nane sifuri tisa arobaini na sita sifuri mbili, nikakutumia mfano wa vyakula hivyo. Lakini kwa ufupi ni kwamba vyakula hivyo ambavyo nimevitaja ni vyakula ambavyo unatakiwa kuepukana navyo. Vyakula kama ugali, wali vyote hivyo unatakiwa kuweka kuweka pembeni katika safari ya kupunguza uzito. Mazoezi ambayo unatakiwa kufanya ni mazoezi tu mepesi, unaweza ukatembea e, kadhalika unaweza uka, ukafanya jogging, ukakimbia, ukaruka kamba. Yote hayo ni mazoezi ambayo unaweza ukafanya ili na yakakusaidia kuweza kupunguza nini, uzito. Kama nilivyosema kwamba mazoezi ni asilimia ishirini. Chakula ni asilimia 80. Kwa hiyo mazoezi sio muhimu sana. Japo unatakiwa kufanya ili e, ikusaidie katika kuharakisha kupunguza au kufikia malengo ya kupunguza nini? Ya kupunguza uzito. Kwa hiyo ndo ha, hayo ndo ambayo nimekuandalia katika somo hili la pili e, la namna gani unaweza ukapunguza uzito wako. Kama kutakuwa kuna kitu cha ziada basi nitawaletea pia katika chaneli hii ya Mpangalala Herbal Clinic. Lakini na imani mpaka kufikia hapo, ukisikiliza haya masomo mawili, somo la kwanza na somo hili, na ukafanyia kazi na imani kubwa eh, itakusaidia kuweza kufikia malengo ya kupunguza uzito wako. Sema ni kwamba watu wengi, nidhamu ni wanakuwa hawana. Mtu anafahamu kweli, lakini ile nidhamu ni sasa ya kufuata kwamba afanye nini, yani ile ule kujicontrol, kuji tunaita ndio inakuwa ni changamoto sana kwa watu wengi. Kwa hiyo wewe unatakiwa kujicontrol, kama wewe Sio mpaka upate trainer, sio mpaka upate coach. Jikontrol ili uweze kufikia malengo ya kupunguza uzito, kwa sababu uzito madhara yake ni makubwa. Hapo baadaye unaweza ukashangaa unaingia kwenye maradhi ya moyo ya moyo, e, utapata shida kwenye nguvu za kiume, unaona utapata shida za maradhi tofauti tofauti. Kwa hiyo jitahidi kuweza kupunguza uzito, kwa sababu uzito uliopitiliza unakuwa sio salama kwa afya yako, e, kwa afya yako. Nikutakia wakati mwema na utekelezaji wa haya tuliojifunza e, mimi naitwa Dkt. Rajabu Mpangalala, na chaneli hii inaitwa Mpangalala Habo Clinic, na usisahau kusubscribe ili kila tunapotoa masomo kama haya uwe wa kwanza kupata video kama hizi e, kwa msaada zaidi na ushauri kuhusiana na masala mbalimbali ya kiafya, asasa kwenye upande wa afya ya tendo la ndoa tunaweza tukawasiliana kwa namba 0678 09 490094602 nipigie kwenye hiyo namba tushauriane e, namna gani unaweza kuondokana na changamoto katika afya yako kwa sasa katika upande wa afya ya tendo la ndoa. Nikutakie e, wakati mwema na ufuatiliaji mwema wa chaneli hii.